Tukienda katika Suratulmuminun, Mwenyezi Mungu Subhanahu Wataala anatuelezea visa vya watu ambao kwamba wana sifa nzuri, ni watu wenye kutoa, ni watu wenye kufanya mazuri na kujiepusha machafu. Lakini Allah anatuambia walladhina yutuna ma atau wakulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun, wanavitoa vile ambavyo kwamba Allah amewapa na wanafanya mazuri mbalimbali mbali. lakini bado nyoyo zao zina kicho kuna siku wanakwenda kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aisha ummi lmuminina radhiyallahu anha alipoisikia aya hii akamwambia, ya Rasulullah, je, hawa watu ambao kwamba wana kicho namna hii kwa kuogopa siku ya kwenda kukutana na Allah, hawa ni wazinifu? Hawa ni watu ambao kwamba hawaswali au hawa ni watu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la, ya binti Abi Bakr, si wewe mtoto wa Abi Bakr Hawa ni watu ambao kwamba walikuwa wakisali na wakifunga na wakifanya mazuri yote, lakini bado stili wanakuwa na uoga kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawazijui hali zao, na ndio maana tukafundishwa baada ya kufanya ibada iliyokuwa yoyote ile, binadamu kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutakabalie yale ambayo kwamba ulioyafanya.